Jina anaitwa Dr. Mathayo Burchard, inapatikana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bukoba, inaitwa Bukoba RRH au wengine wanapenda kuita government. Mimi ni daktari inapatikana kwenye kitengo cha pua, koo na masikio, au kitaalamu tunaita ENT. Leo nimekuja mbele yenu hapa <coughs> kuwaelezea kuhusiana na ugonjwa unaoitwa nyamapua au kwa jina lingine la kitaalamu tunaita adenoid hypertrophy. sawa? So, ugonjwa huu unawashambulia sana watoto wadogo, ni moja ya magonjwa ambayo tunayapata sana kwenye idara yetu, na yanashambulia watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka kumi tunasema ndio mara nyingi watoto hapo wanashambuliwa na nini wanashangulia na ugonjwa huu. Kabla ya kwenda kwenye nyamapua, kuna vitu nyama tunatakiwa tupitie kidogo, tuweze kujua kwamba nyamapua nyamapua ni nini? Sawa. Tunasema kwenye kinywa, nyuma ya kinywa na nyuma ya mdomo, nyuma ya kinywa na nyuma ya pua, tunasema kuna vitu tunaviita tonsils sawa? Tonsils ziko nyingi, ziko kama kwenye hiyo upande ziko kama nne, sawa, zina majina yao ya kitaalamu kuna nyingine zinaitwa tubo nyingine zinaitwa palatine nyingine zinaitwa faringio, na sisi tunaenda kuizungumzia kitaalamu ndo faringio au hiyo inaitwa nini? Jina lingine inaitwa adenoid sawa. Kazi ya hiyo adenoid, au kazi ya hiyo nyamapua, tunasema ni kujikinga na maradhi yote yanayopita kwenye mfumo wa hewa, so yenyewe kazi yake kubwa ni kuzuia, tunasema ku, ku, kupambana na wale bakteria au vitu ambavyo vinaingia kwenye mfumo wa hewa wa hewa, so yenyewe huwa inatumika kama sehemu ya kinga mwili sawa, asa asaasa kwa watoto wadogo. Sasa tunasema ili nyama pua tuseme mtoto ana nyama pua, tunasema inasababishwa na nini? Nyama pua ina visababishi vingi sawa, lakini kisababishi kikuu cha nyama pua kitaalamu tunaita infection sawa au shambulizi la wadudu au la wadudu. Wao wanaweza kuwa ni virus au bakteria, lakini wanaosababisha kwa wingi huwa ni bakteria ambao wanaitwa kitaalamu, tunawaita group A beta hemolyticus staphylococcus pyogen. Wapo bakteria wengine kama streptococcus, staphylococcus aureus, wote hao hapo, lakini the commonest kwamba tunasema huyu huwa anasababisha nyama pua kwa moazani kwa kuzidi asilimia tisini, sawa. Lakini pia tusisahau pia kuna virus sawa, pia kuna fungus wote wanaweza wakasababisha nini? Wakasababisha nyamapua hiyo. Ni kwa upande wa wa maambukizi au infection. Sababu ya pili inaweza kusababisha nyamapua ni asidi, unakuta watu wanatengeneza asidi kwa wingi, hiyo gonjwa kitaba kitaalamu tunaita gastroesophageal reflux disease. Kipanda juu ikafika kwenye kule nyuma ya mfumo wa mfumo <coughs> wa pua nyuma kule, inaweza kasaba. Ile asidi ikigusa lile eneo, inaweza kasababisha hapa kavimba, mtoto akapata hiyo nini, hiyo nyama pua. Sababu nyingine ya tatu ya kwa nini watu na watoto wadogo wanapata nyama pua ni kwa sababu ya allergy. Kila mtu anazaliwa mtu yoyote anaweza kazaliwa na allergy fulani sawa, hiyo pia inaweza kapelekea mtoto akapata nyama pua. <coughs> Sasa tunasema ili tuseme mtoto ana nyama pua anakuwa na dalili zipi? Sawa, ili tukisema mtu ana nyama pua anakuwa na dalili zipi? Tunasema mtu mwenye nyama pua anakuwa na dalili zifuatazo. dalili ya kwanza ambayo anakuwa nayo tunasema huwa anakuwa na pua imeziba. Sawa, tunaita kitaalamu naso konjesheni, lakini sasa tutajuaje kama pua imeziba? Sawa, anakuwa na dalili baadhi, ambayo dalili moja wapo itamfanya atakuwa anakoroma au snoring tunaita. Sawa? Akiwa anakoroma kule nyuma maanake hewa inapita kidogo sana. Ndio maana inamfanya akoroma. Dalili nyingine kwa sababu hewa haipiti vizuri kwenye pua anakuwa napumulia mdomo. Tunasema ana open mouth, an open mouth breathing. Huyo mtoto anapumulia nini? Anapumulia mdomo. Dalili nyingine tunasema watoto wanapata mafua ya mara kwa mara. Sawa? Watoto wengine wanachelewa kukua. Sawa? tunaita wana- wanapata kinaitwa failure to thrive, wanachelewa kukua. Zen, dalili nyingine za <coughs> nyamapua kitaalamu tunaita obstructive sleep apnea. Maana yake mtoto anapolala usiku hewa inakuwa haipiti vizuri, inamsababisha anakuwa anashtuka usiku kwa kukosa hewa. Hiyo ndio tunaita obstructive sili apnia hizo ndo dalili kubwa za nini, za mtu mwenye nini, mtu mwenye nyama pua. Kile kisababishi kikuu, kwa nini mtu anapata ugonjwa huu, ni akijulikana, lakini hivyo vingine ni visababishi baadhi tu, lakini sio vikuu. Kama hiyo nilivyowaambia, maambukizi, nilivyowaambia acid allergy, sawa, hivyo vinafuata, lakini tunasema kwa sababu dalili kwa sababu aambukizi kuu alijulikani ni vigumu sana kufanyeje kuweza kujikinga na ugonjwa huu sawa, kujikinga na ugonjwa huu lakini kitu kingine ambacho ningependa niwasii kwamba ugonjwa huu una shida mbalimbali, kwamba ukiwacha kwa mtoto anaweza akapata shida mbalimbali mbali. kama ile shida ya kwanza tumeizungumza pale, mtoto anaweza akashindwa kukua. Sawa, na huyu mtoto akishindwa kukua, sawa tunasema mtoto aliye dumaa mtu akiendelea um, kupata nyamapua anaweza akapata aka aka akadumaa aka sawa. So, shida nyingine ambayo watoto wanaweza wakaipata, wanaweza wakapata shida ya kukojewa kitandani. Unakuwa unajiuliza mbona mtoto wangu anakojewa kitandani, tatizo ni nini? Kumbe unakuta ni nyamapua hizo ndo zinamsababishia afanyeje, kwa sababu ya nyamapua zikipata ile maambukizi zikapelekea mpaka mtoto akaanza kupata shida za moyo kama shida tunaziita mtoto anaweza kupata kitu tunakita rheumatic heart disease, ni ugonjwa fulani. Kuna wadudu wale wanashambulia zile valve za moyo, sawa. Mtoto huyo anaweza kupata hiyo changamoto na shida nyingine nyingine nyingine. Katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Bukoba, ugonjwa huu ni moja ya magonjwa ambayo tunayapata sana katika kliniki yetu hapa ya ENT. Sawa, na huwa tunaya, <coughs> na huwa tunayatibu kutokana na mgonjwa alipokuja. Sawa, tunasema kabla ya kumtibu mgonjwa wa ya mapua huwa kuna vipimo baadhi lazima tuvifanye. Sawa, kipimo cha kwanza ambacho huwa tunaweza tukakifanya, tunaweza tukafanya tukaangalia kipimo kinaitwa x-ray. Tunafanya x-ray ya upande huu wa pembeni wa kichwa ile ndio inatuonyesha kwamba hizi nyama pua zimefanyaje, hizi nyama pua zimevimba kiasi gani, je, zitahitaji kutolewa au tunaweza tukampa tu dawa tukaendelea kuziangalia. Sawa. So, zaini kipimo kingine ambacho huwa tunakifanya, tunaweza tukafanya kipimo kingine kwa kipimo cha moyo kinaitwa echo, kwa sababu tumetoka kuangalia pale. Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikapelekea shida kwenye mwili wa binadamu, kwenye mwili wa mtoto, kutokana na nyama pua anaeza kapata kitu kinaitwa rheumatic heart disease, ni ugonjwa wa moyo, sawa, unashambulia valve. Sasa lazima tuangalie hicho, lazima tuangalie hiyo echo. Then kipimo kingine, kama tutataka kwenda kufanya operation, lazima tumfanyie kipimo kama cha full blood picture, kuangalia damu yake, wingi wake wa damu ulipo, kuangalia changamoto yote ya ugandishaji damu. Pia tunataka kufanya kipimo kingine cha blood grouping, tukaangalia group lake la damu. Hizo zote ni, ni, ni kujiandaa kabla ya kwenda kwenye nini kabla ya kwenda kwenye operation, sisi tuna tuna matibabu ya aina mbili. Matibabu ya kwanza huwa yanajumuisha utoaji wa dawa au tunaita medical therapy. Inategemea kama <coughs> amekuja mgonjwa, zile nyama pua zimeshambuliwa na wadudu, tunasema hicho kitu tunakiita adenoiditis, sawa imeshambuliwa na wadudu, tukajua hawa ni wadudu wameshambulia nyama pua, then huyo mtu tunza tukampa antibiotics, sawa. Lakini pia tuza tukampa dawa za kupunguza, kama ana mafua mengi, tunaita nasal decongestant. Lakini pia kuna matibabu mengine ambayo hayo matibabu mengine tunasema ni matibabu ya au upasuaji au tunaita surgery, sawa. Matibabu ya upasuaji yenyewe huwa tunasema, tukishajirizisha huyu mtu ana kuna kuna vitu tunaita huwa tuna vinatuongoza kwamba kwa mboko, kusema huyu anahitaji operation au huyu sio operation, kutokana na yule mgonjwa anapokuwa ana, anaonekana sasa, kuna vitu tunaviita yule mgonjwa tunasema, akiwa amezidi kama yani zile nyamapua zimevimba zimezidi juu ya tunaita grade 3 sisi, sawa, ambao kitaalamu tunaiangalia tunajiridhisha na vitu vinaitwa fojioka nini, tunajua tukisema amezidi grade 3, tunajua kabisa huyu yu usiku apumui vizuri huyu, tukimtoleza nyama pua zitamsaidia kufanyaje? Zitamsaidia ataendelea kupumua vizuri. kwa kumalizia kabisa, katika hospitali yetu ya rufaa ya Bukoba, katika kitengo chetu cha pua koo na masikio au ENT huwa tunafanya kliniki zetu siku ya Jumatatu na Ijumaa. Tulikuwa tunaomba kama kuna mama au jirani au anaona mtoto ana dalili kama nilizozielezea hapo juu, tunaomba amlete mtoto huyo hospitali kwa ajili ya kuweza kupata tiba stahiki. Asante sana.